Uh, kampeni zinaendelea za vyama tofauti tofauti na takriban vyama kumi na tano eh, tofauti tofauti vimekuwa vikijihusisha na hizi kampeni. Ukitoa Chadema wao uh, wamesema kwamba wao hawawezi kuendelea na uchaguzi huu kwa maana wanashikilia msimamo wao kwamba no reform no election. Tukachana hilo, uh, leo eh, kama kawaida Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye ni ndio mgombea wa Chama cha Mapinduzi ambao ni CCM ameonekana akiwa na Uh, anacheza uh, ngoma ambayo um, jamaa alikuwa na rap lakini behind hiyo uh, rap kuna kuna beat ambalo ameingi um, ni, ni la Roma obviously, lakini kupitia Insta story uh, I mean Instagram account ya Roma ameshare ujumbe ambao Uh, umekinzana kidogo na matarajio ya watu kuona namna gani ambavyo amereact kutokana na ile clip kimeecha Samia, Dokta Samia Suluhu Hassan akicheza uh, uh, ngoma ambayo jamaa alikuwa na rap behind, ilikuwa inapiga beat la ngoma ya Roma. Tazama kwanza kwa cha kipande cha video alafu tuone namna gani ambavyo Roma amekiandika. Sawa, sasa kupitia baada ya hiyo video kuonekana, uh, Roma aliposti the uh, the same the same post ambayo nimekuonyesha hapo, akiwa anacheza akiwa anacheza na, na kuandika yafuatayo, anasema uh, mnatumia biti yangu kwenye mikutano yenu ya kampeni bila idhini yangu, hilo ni kosa kisheria. Alafu kwenye mabano akaandika copyright, akaendelea uh, kusema uh, nahitaji kulipwa stahiki zangu tafadhalini sana. Na hii siyo mara ya kwanza, ni mara nyingi uh, nimekuwa nikiona mnaitumia hiyo biti yangu kwenye mikutano ya chama chenu Najua eh, pesa mnazo, tena nyingi sana. Nilipeni kwa kutumia kazi yangu ya sanaa bila ruhusa yangu. Uh, nikosa kisheria ya kutumia kazi ya msanii public bila makubaliano yoyote ya kimaandishi. Tena public yenyewe ni ya mkutano wa vi, eh, vegetable. Yaani hapo ndio mmenitibua kabisa temnacheza wenyewe kwa furaha, kama mna wasiwasi mnafanya kurusha na mikono, wakati mimi nilitokwa na e, machozi, jasho na damu kubuni na mdondo huo. Kwa unyenyekevu mkubwa, natafuta mwanasheria tusaidiane katika hili, lazima niokote. Sikubali. Wasanii wote wa nchi nzima mnaonyie kwenye chama chenu, simtumie biti zao? Au hawana midundo mikali? Kwanza nyie amnipendi, lakini kazi yangu ah, mnazicheza tu. Nilipeni kama mnavyolipaga goli la mama. So huo ni ujumbe ambao eh, ameshare Roma kupitia Instagram account yake, kutokana na, na mgadi ambavyo Chama Cha Mapinduzi wametumia biti lao eh, kwa ajili ya kuendelea eh, na shughuli zao eh, za za kampeni. Lakini kwa upande wangu mi binafsi, eh, nimegusagusa kwa mbali masuala ya sheria eh, anachosema Roma ni sahihi kwamba kutumia kazi ya mtu bila kumtaarifu au bila makubaliano ya kimaandishi ni kosa kisheria so ni fursa kwa wanasheria wengine ambao e, wapo unajua, e, kuwa na muhuri wa wanasheria ni la kwanza, alafu kupata mteja e, ni swala la pili. So kama wewe ni mwanasheria umeona e, fursa hii hapa, Roma anatafuta wakili ambaye atamwakilisha kuhakikisha kwamba e, haki yake ya Chama Cha Mapinduzi kutumia bichi lake linafuatwa e, ifuatavyo. Unadhani Roma atatoboa kutokana na hichi ambacho kimetokea eh? Nini maoni yako? Dondosha maoni yako niambie, lakini usije mpenzi mtazamaji, kama bado hujasubscribe eh, ni wakati wako kusho kwamba unamenyeza kitu ambacho kimeandikwa subscribe, ili uwe mwanafamilia bora kabisa wa Line Plus Media. Mimi ni Tony bwana, sina la zaidi, ni kutakia wakati, wakati mwema. Tuone kitu gani ambacho kitaendelea kati ya Roma na Chama Cha Mapinduzi. Nani atakuwa mshindi kwenye hili? bye bye.